Dini ni kumuona jirani yako analia na, lia, na kumuinua. Yesu anatoa mfano wa Msamaria mwema asema kumpenda jirani. Huu mnaofumbia macho acheni mara moja, ndio dini. Ni waimbaji kama nyinyi, tungeni nyimbo, pigeni kelele. Vilio vya watu pigeni kelele, utekaji pigeni kelele mauaji, pigeni kelele. Hiyo sio injili. Injili, injili ni kushughulika na maisha ya watu. Imeandikwa asiye mpenda jirani yake utampendaje Mungu utampendaje Mungu wa mbinguni? Wakati upendo upendo wa Mungu wadhirikaje kama jirani yako ndugu yako watu wanaokuzunguka wanatekwa wanauwawa unashindwa kutunga wimbo kuwapigia kelele alafu unasema unampenda Mungu. Maandiko anasema ukishindwa kumpenda jirani yako wewe Mungu huwezi kuwa unampenda, kama ndugu yako au watu wanaokuzunguka wananchi wenzako wanatekwa, unawaona unashindwa kutunga wimbo kutuma ujumbe kwa watawala, jamani, zuieni utekaji, jamani, zuieni mauaji, zuieni dhuluma, zuieni rushwa. Unashindwa kutunga wimbo kwa sababu ya kuogopa hatari. Alafu nasema mimi nampenda Mungu. Mimi, mimi naimba tu nyimbo za, za, za dini nyimbo sijui za, za mbinguni amna Mungu mjui, dini ujui. Sasa hiyo ndio injili. Wewe ni nuru, wewe kupatikana kwako pale kulitakiwa kuingize chachu ya mwana CCM kubadilika. Zaburi moja msora kwanza ili mtu yule asikwenda katika shauri la wasio haki wala kusimama katika njia ya ukosaji wala kuketi barazani kwa watu. Walivyokuona kwenye sherehe za CCM miaka 48 walikuwa na maswali mengi. Ah, mtumishi tena, huko vipi bwana? pale akina bila kombo. Um, sana, mbeo, mbeo, ni kwa nini unadhani watu walikuwa walikuwa wanaongea sana sana, kwa nini umeenda pale? Ndio kama nilichokuwa nakwambia kwamba uh, sometimes kuna watu wanavyotazama Hatutakiwi ku, uh, kuleta confusion mm, lakini tulijibia vizuri kwenye sherehe, sisi tulialikwa kama watumishi wa yeah, Mungu. Mungu. Hatukualikwa kama wanachama, okay. Although, mm, sisi ni Watanzania pia na tunaweza tukawa na mapenzi mm, au na maamuzi ya kuchagua chama mm, uh, ambacho sio dhambi, yes. ni kitu cha kawaida na sidhani kama hata kilipaswa kuwa hata mjadala. Yeah. hata kama ingekuwa labda tumeenda, kama wanachama mm, ni, ni swala la uchaguzi eh, ni dhambi kweli mtu kwenda nyumbani au mahali popote walipo hofu Jibu ni hapana. Ini kwa sababu Yesu aliyoenda nyumbani kwa waovu, aliwahi kuketi na waovu, aliwahi kula na waovu. Hata hivyo yeye, ee pia alikuja kwa ajili ya watu waovu, ila alivyoenda nyumbani kwa waovu hakuwaacha waovu wakiwa wanafanya maovu. Alienda nyumbani kwa mtoza ushuru, mtoza ushuru akasema, wote niliowaibia nitawarudishia mara nne ya kile nilichowaibia. Maana yake alikaa barazani pa wenye mizaha ili awageuze wasiwe na mizaha. Alikaa barazani pa watekaji alikaa bawazani pa watu wanaofumbia macho ya utekaji, uuaji, umwagaji damu, utesaji wa raia, wizi, ubadhirifu. Alivyokaa pale, aliwaingizia ali chachu, aliongea maneno, alihubiri. Yaani kuna kitu alifanya kiliingiza chachu ya wale waovu, wale wasio haki wabadilike kuwa wenye haki. Nafikiri kitu cha kuomba Mungu hasa, kwa mfano kwa mwaka huu tunapoenda hadi kwenye uchaguzi, sisi ni watumishi wa Mungu, tunapopata mwaliko kama watumishi, ni moja ya maeneo ambayo hatuwezi tukayakataa kena. Na kiukweli, mimi mpaka saa hivi natamani baada ya kwenda kwenye ule mkutano nilipata vitu vya kuomba kwa ajili ya nchi yangu na chama, nikipata na mwaliko wa chama kingine, nawishi Natamani kweli nipate na Wachadema nipate na wa CCM nipate kote, nitaenda, kwa sababu tunahitaji kuingia maeneo kama hayo, okay. Watumishi wa Mungu yeah. Na hatutaki kwenda kama wanasiasa, kama watumishi na tusimame kwenye nafasi yetu kwa ajili ya kuomba, kwa sababu pia wako watu kwa CCM ambao wanasikiliza nyimbo za Ambwene kwa watu wa Chadema na maeneo mengine. Kwa hiyo tunahitaji yeah. ku, uh, kuja pamoja kama nchi na kusimama kama watumishi na kuombea nchi. Tutakuja kuenda pale, nimejua nimejua kuna mambo ambayo unatakiwa kuombea nchi yako kwanza. Nikwambie, watawala kama wa CCM hawataki kuombewa, au wanatakiwa kuambiwa kwanza. Waache mabaya. Nikujulishe ni utaila tu waliotupandikizia wazungu. Wao wanasema mtawala hata akifanya mabaya umombea. Hapana, wao ni utaila wa wazungu, ila neno la Mungu Biblia haijai kuagiza hivyo. Nikusomee katika Samweli wa kwanza 16:1. Bwana akamwambia Samweli, hata lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asimiliki Israeli? Hapa ni Samueli takatifu kabisa wa Mungu, anamuombea Sauli kwa Mungu, wakati Sauli amekosea Mungu. Hapokei maombi ya Samueli kwa sababu ya makosa ya Sauli. Hili ndo neno la Mungu. Hii ndo Biblia ikiwa imenyoka hivi. Chuma cha pua, chuma cha Muovu hata ukimwombea hawezi, yani hawezi kwa sababu ya usalama kwenye nchi. Usalama wa nchi ni maovu wanayofanya CCM kuambiwa, acheni maovu moja, mbili, tatu. Ndio usalama wa nchi wa ni waimbaji kama nyinyi akina Ambwene. Tungeni nyimbo ile, si inawezekana? hatujabarikiwa kuwa na sauti nzuri ndio, lakini popote unapoweza, tunapaza sauti kama hivi, tunaongea usalama wa nchi, sio kwenda kwenye ulimwengu wa roho wa bangi ule wa Wazungu, kwanza kusema naiombea nchi yangu e Mungu, naitakasa. i wapi njia iliyo njema hii? Hmm, ndiyo njia iliyo njema hmm. Yaani, usilopenda kutendewa hmm, usimtende, usimtende mwingine. Mwingine. Mwingine. Kine, kine, kine. mtu wa Mungu. Nitumie nafasi hii kufafanua ni kwa nini haikuwa sawa kwa mwimbaji yeyote wa injili ambaye yuko kwa ajili ya Mungu, mfano wa mtumishi wa Mungu kaka yangu Ambwene Mwasongwe kwenda kwenye sherehe za miaka 48 ya CCM katika mazingira ya mwaliko wao ulivyokuwa. Tatizo sio kwenda kwenye sherehe za miaka 48 ya CCM lakini tatizo ni kondisheni za mwaliko, kwamba mwaliko uliwawekea mazingira yepi na yepi. Kwanza nianze kusema kwamba mimi si adui wa kaka yangu Ambwene Mwasongwe, na niko hapa kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao baada ya yeye kwenda mimi nilitoa klip nikimtaja kwa jina kwamba kaka yangu Ambwene Mwasongwe, wewe ni mtu ambaye naimba nyimbo zinagusa kubariki mioyo ya watu wengi, nisingetegemea uone ukiwa kwenye e, unawekwa una, una kwenye makundi nawa akina Martha Mwaipaja, akina Joan, akina Kristina Shusho, single mother, watu walioachika. Unajua, kuachika ni sifa mbaya, hasa kwenye mazingira ambayo wewe mke ndo ulikuwa sababu ya kuachika. Niachane na hayo, nirudi Joka kwenye makundi na akina Bella Combo ambao CCM wakienda wanavaa vizuri wakiwa kanisani wanavaa skin tight nguo ya kulalia. Kwa wewe Ambwene nisingetegemea nikuone kwenye, kwenye, kwenye mazingira hayo. Mimi ndiye ndiye niongea na ni kwa sababu inawezekana klipu yangu watu walimtumia kwa namna yoyote. Na nimeona alikuwa na ujiwa na wasafi. Akawa anaeleza kwamba tatizo ni mitazamo tu ya watu ambao inawezekana mitazamo hasi juu ya siasa na vitu kama hivyo vya kujumuika na jamii. Ni kwa sababu hiyo kenda tu kwenye mkutano wa CCM wanaanza kutuchukulia vibaya? Mimi nafafanua kwa neno la Mungu na kwa Biblia, najua na nimesema sio dhambi, ila ni vibaya, haukutakiwa kuonekana pale. Kwa nini? Zaburi moja mstari kwanza ili mtu yule asikwenda katika shauri wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaha. E, ni dhambi kweli mtu kwenda nyumbani au mahali popote walipo waovu? Jibu ni hapana. Hii ni kwa sababu Yesu aliwahi kwenda nyumbani kwa waovu, aliwahi kuketi na waovu, aliwahi kula na waovu. Hata hivyo, yeye pia alikuja kwa ajili ya watu waovu, ila alivyoenda nyumbani kwa waovu hakuwaacha waovu wakiwa wanafanya maovu. Alienda nyumbani kwa mtoza ushuru, mtoza ushuru akasema, wote niliowaibia nitarudishia mara nne ya kile nilichoibia. Manake alikaa barazani pa wenye mizaha ili awageuze wasiwe na mizaha. Alikaa barazani pa watekaji, alikaa barazani pa watu wanaofumbia macho utekaji, uuaji, umwagaji damu, utesaji wa raia, wizi, ubadhirifu. Alivyokaa pale, aliwaingizia ali chachu, aliongea maneno, alihubiri, yani, kuna kitu alifanya kiliingiza chachu ya wale wa ovu wale wasio haki wabadilike kuwa kwenye haki. Sasa basi, kimaandiko wewe kwenda pale sio dhambi, ila ulitakiwa ukikaa barazani pao uwabadili. Usipowabadili inakuwa ni dhambi, kwa sababu inakuwa ni, ni, ni, ni makosa, ni vibaya, si dhambi, ni makosa, ni vibaya kwa sababu wewe ni nuru ya ulimwengu. Popote ambapo ungekwepo, ulitakiwa uangaze. Usipoangaza, hilo ni tatizo. Ndio maana niliuliza swali, kwa nini hawakumwalika Mbarikiwa au Abiudi au Pascokasian ao sio waimbaji? Lakini wanafahamu Pascokasian ni mtu ambaye popote penye udhaifu huwa anapagusa, na wakati mwingine huwa anawapitia hadi au wanasiasa. Siasa Mbarikiwa huwa anamfahamu ni mtu ambaye popote penye baya huwa anaongea, penye utekaji, penye mauaji huwa anaongea. Mchungaji Abiudi wanamfahamu, hata kama huwa hawataji majina, ila akisema kwamba mko watawala wa uaji, mko watawala watekaji, mko watawala mnaohusika kwenye mambo ya dhuluma, huwa wanajijua kwa vyote vile. Hapa naizungumzia mimi sasa, hiyo ndo injili. Wewe ni nuru, wewe kupatikana kwako pale kulitakiwa kuingiza chachu ya mwana CCM kubadilika, ndio maana sema tatizo lilikuwa ni kwenye kondishen za ya mwaliko yaani, kwenye huu mwaliko yaitakiwa wekwa mazingira ya kusema kama kuna nafasi ya kuongea au kuhubiri mi nakuja, kwa sababu huwa tunaenda kwenye mikutano ya injili kule ili kuwatafuta watu wa kuhubiria, manake tukipata mwanya wa kuwa na watu wa kuhubiria kama hapo kwenye mkutano wa CCM ni mwanya mzuri sana huo, tunageuza hiyo sherehe hiyo kuwa, kuwa, kuwa mkutano wa injili. Mathayo tano mstari kumi na saba. Mathayo tano mstari kumi na nne. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yaangaza wote waliomo nyumbani. Manake wewe kama nuru uitakiwa kuwekwa hapo, uangaze umulike, au ninyi kama nuru sasa. Kwa, kwa kibiblia ukitaka uki, uki kusimama katika msingi wa Biblia. Ngoja nisome pia andiko la Timotheo wa kwanza tatu. Ni some ile andiko la Timotheo kwanza tatu, ambavyo lina linaelezea kuhusiana na maisha tunatakiwa kwa nayo. Sio Timotheo kwanza tatu, ni Timotheo wa pili tatu. Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwa kwa nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiopenda wa kwao wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa lakini wakikana nguvu zake. Hao nao, sikiliza, hao nao ujiepushe nao. Ufahamu siku za mwisho kutakuwa kuna watu kama, ujiepushe nao. Sasa bradha Ambwene wao umeenda kwenye mkutano wa CCM kwanza hao watu wenyewe ambao Biblia inasema hao nao ujiepushe nao, wewe ndio umekaa nao. Kuna watu kama akina Joani, hao akina Martha, wana maisha maovu, umechangamana nao, na wewe mwimbaji wa injili? Hapana, unajishusha hadhi, una unashusha gredi za utakatifu wako. Utakatifu ni kitu kinachotafuta kwa gharama kubwa sana. Utakatifu huo ukishautunza usiushushe, usi, usi, usi gredi kwa kwa kujikuta tu unapatikana una, una nao popote. Hapana, unashusha viwango, gredi za utakatifu wako. Sasa nirudi kufafanua moja kati ya kitu ambacho umekisema kwamba mimi nilienda pale ili tu nijue labda, e, mambo ya kuombea nchi e, nitaka ni, ni tu e, nimeenda pale nimejua nimejua kuna mambo ambayo natakiwa kuiombea nchi yako. Kwanza nikwambie watawala kama wa CCM hawatakii kuombewa au wanatakiwa kuambiwa kwanza waache mabaya. Nikujulishe, ni utaira tu waliotupandikizia wazungu. Wee unasema mtawala hata akifanya mabaya umwombee? Hapana, uo ni utaira wa wazungu, ila neno la Mungu Biblia ijai kuagiza hivyo. Nikusomee katika Samueli wa Kwanza kumi na sita moja: Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asimiliki Israeli? Hapa ni Samueli takatifu kabisa wa Mungu anamwombea Sauli kwa Mungu wakati Sauli amekosea Mungu hapokei maombi ya Samweli. Yani kwa sababu ya makosa ya Sauli hili ndo neno la Mungu, hii ndo biblia ikiwa imenyoka hivi. chuma cha pua chuma cha lele. Muovu hata ukimwombea hawezi, yani haiwezi. kwa sababu ya usalama kwa nchi, nchi haitakuwa salama kwa kuombea CCM, nchi itakuwa salama kwa kuombea watekaji wa uaji? Hapana. Unaweza ukasema kuna mambo umejua ya kuiombea nchi au kuiombea CCM, usalama wa nchi ni maovu wanayafanya CCM kuambiwa, acheni maovu moja mbili tatu, ndo usalama wa nchi. Usalama wa nchi ni waimbaji kama nyinyi, akina Mbwene tungeni nyimbo ile, si inawezekana? hatujabarikiwa kuwa na sauti nzuri ndio, lakini popote wanapoweza tunapaza sauti kama hivi, tunaongea usalama wa nchi, sio kwenda kwenye ulimwengu wa, wa roho wa bangi ule wa wazungu, kwanza kusema naiombea nchi yangu E Mungu naitakasa, naifanye iwe salama. Uh, usalama wa hii nchi ni waimbaji kama nyie, tungeni nyimbo, pigeni kelele video vya watu, pigeni kelele utekaji, pigeni kelele mauaji, pigeni kelele Sa, ayo hiyo sio injiri. Hujui injiri bratha. E, kama unaweza ukasema, mimi mi naimba tu injiri, mbona mnaimbaga za, za, za kusifia mbona mnaimbaga za kusifia serikali? Amjui injili. Injili ni kushughulika na maisha ya watu. Imeandikwa, asiyempenda jirani yake utampendaje Mungu wa mbinguni wakati umpendi jirani yako. jirani yako anatekwa wewe unamuona, unashindwa kutunga wimbo kupigania utekaji? Una, oh, upendo upendo wa Mungu wadhihirikaje kama jirani yako, ndugu yako, watu wanaokuzunguka wanatekwa, wanauawa, unashindwa kutunga wimbo kuwapigia kelele, afu unasema unampenda Mungu? Maandiko anasema ukishindwa kumpenda jirani yako wewe Mungu uwezi ukawa unampenda kama ndugu yako au watu wanaokuzunguka wananchi wenzako wanatekwa, unawaona, unashindwa kutunga wimbo, kutuma ujumbe kwa tawala, jamani, zuieni utekaji, jamani, zuieni mauaji, zuieni dhuluma, zuieni rushwa. Unashindwa kutunga wimbo kwa sababu ya kuogopa hatari. Mimi na, nampenda Mungu mimi mi, mi, mi. mi naimba tu nyimbo za, za, za dini, nyimbo si za mbinguni. Amna Mungu mjui, dini ujui, na ujui maana ya kumwimbia Mungu, ni kumwimbia Mungu, ni kumwimbia jirani yako ambaye anateseka, anaumia, analia, kumwimbia Mungu. Mungu sio yule ambaye wazungu walitwambia yuko juu kule mbinguni tutaenda, kuna Mungu ni jirani yako huyo, anapotekwa, anapouawa, anapopigwa na watu ambao ndo wao masisiemu, unatakiwa upige kelele. Paza sauti yako hapo, ongea kwa sauti ambayo itaonyesha wewe na wewe umeumizwa. Nikusomee msali mwingine katika mambo ya nyakati wa pili saba kumi na nne ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajenyekesha na kuomba, sikia. watajenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao uponyaji wa nchi kuna condition mojawapo hapo na kuziacha njia zao mbaya maombi yoyote utakayoomba wakati hao naowaombea hawajaziacha njia zao mbaya na kuhakikishia Mungu ajibu, Mungu ajibu. Si ndio huyo amesema kwenye Samueli wa kwanza kumi na sita hapa kwamba hata lini utamlilia Sauli ambaye mimi nimemkataa? Kwa nini Bwana amemkataa Sauli? Sio kwa sababu sauli anamkosi Bwana amemkataa Sauli kwa sababu ya, ya maisha yake mabaya. Bwana amewakataa CCM kwa sababu wanafumbia macho utekaji, wanafumbia macho uaji wanapumbia macho vitu kadha wa kadha vinavyoendelea na kwa sababu bwana amewakataa hata ukiwaombea, Bwana awezi akawakubali. Wanatakiwa kuwaambia waache waovu na kuziacha njia zao mbaya. Sasa vyovyote vile, mimi ninachojua ni swala la muda, ni swala la muda. Ila ninyi watu Mungu, ninyi watu wa Mungu, watu ambao bibilia ilisema mjitenge nao, nyiye mnashikamana nao, na waonya wa Bwana nafahamu kweli mna watu wengi wenye maneno lakini nawaonya ninyi, mlitakiwa mwe ni watu mnaopigia kelele juu ya dhuruma. Nawaambia najua wengi wanaweza wakaja hapo, unajua ye nashughulika na changa ya dini na siasa. Amjui dini nyie, dini dini, dini, amjui nyie. Nimewafanua clip clip, nitakuwekea link kwenye description hapo, nitakuwekea link kwenye comment. Nimewafanua dini nini? Dini ni kumuona jirani yako analia na kumuinua. Yesu anatoa mfano wa msamaria mwema anasema kumpenda jirani yako ni kupi? Jirani yako ni nani? Jirani yako ni yule unayemuona anatekwa. Jirani yako ni yule unayemuona anauawa. Dini iliyo safi ni kupigia kelele yule anayetekwa, yule anayeuawa, yule anayeumizwa. Kusema ninyi mnaofumbia macho huu utekaji, huu uuaji, acheni mara moja. Hiyo ndio dini. Hizi, hii nyimbo mnayoimba mnaita ni nyimbo ya dini, sio ya dini, hata Mungu haijui, ni nyimbo ya utaifa fulani wa wazungu. Sio mnamwambia Mungu ni jirani yako na kuhakikishia eh, hata minaimbaga hizo nyimbo lakini sio kwa utaila kama nyie hivyo mnaimba kana kwamba kuna Mungu fulani. Haya, vyovyote vile najua wengi mtatukana, mtatukana, mtatukana, mtayaoga, lakini mi naambia dini sio hiyo. Hii, wapi njia iliyo njema? Hii ndiyo njia iliyo njema, yaani usilopenda kutendewa usimtende, usimtende mwingine. mwingine.